ezaji jumaa hili utakuwa nami Emmanuel Makundi katika makala ya yaliyojiri wiki hii, na miongoni mwa utakayo yasikia ni pamoja na kuwepo kwa rais wa zamani wa DRC kwenye mji wa Goma, mji ambao unadhibitiwa na waasi wa, wa M23 kumeibua maswali. Dunia inaomboleza kifo cha gwiji wa fasihi kutoka nchini Kenya maarufu kama Ngugi wa Thiong'o aliyefariki jumaa hili akiwa nchini Marekani na umri wa miaka 87 Watu zaidi ya elfu kumi wameuawa na Nigeria, katika mashambulio ya wanajihadi na makundi mengine ya majambazi kwa muda wa miaka miwili, imesema ripoti mpya ya Amnesty International. Sidi Ould Tah, raia wa Mauritania, amechaguliwa kuwa rais mpya wa Benki ya Maendeleo ya Afrika. Nayo ya Israel yatangaza kujenga makazi mapya ya walowezi wa kiyahudi katika Ukingo wa Magharibi. Kwa hayo na mengine mengi, na kusii kwa moyo mkunjufu, iungane nami mwanzo mpaka tamati ya makala haya. Makala haya yanaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako siku ya Alhamisi Mei 29 rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange alionekana hadharani kwa mara ya kwanza baada ya kuwasili kwenye mji wa Goma unaodhibitiwa na wasi wa M23, ambako alikutana na viongozi wa dini. Mwandishi wetu Chube Ngorombi alifuatilia kilichojiri kwenye kikao hicho na aliandaa ripoti ifuatayo. Viongozi wa madhehebu ya kikristo wamejulisha malalamiko yao baada ya kukutana na rais huyo wa zamani wa DRC, kama anavyojulisha hapa Askofu Joel Amurani, mmoja wa viongozi wa madhehebu ya kikristo mkoani Kivu Kaskazini. Rais Kabila ali, ali, alitualika sisi, tunampendekeza kumwambia kwamba yeye kama vile rais wa zamani alipigana vita na kufanya kazi kuwa ambaye tunaesifu sisi wote muda wa miaka kumi na minane, hiyo hiyo hekima hiyo hiyo ujuzi e, moyo ambaye alitumikisha ili amani irudi, afanya yake yote ili amani na umoja wa nchi vipate kurudi. Viongozi hao wameongeza kuwa Joseph Kabila aliwajulisha kuwa ni kwa lengo la kusikiliza mahitaji ya raia ndipo aliwasili jijini Goma na kwa hayo, baadhi ya raia wa Goma wamejulisha pia vile vyote vyenye viko vanaeleza siyaona faida yangu mekenye minatafuta mu vile vyote khenye kitatuletea amani. Sisi wa Kongomani, Kabila ameingia muvitu mbaya sana vyenye havifurahishi raia. Tunaomba amani, kwani vita imetutatiza. Wanawake wamebakwa, wababa wameuawa, watoto vilevile vile. Tunaomba amani. Karibu sana, tunashukuru. Naitu ni mali ya batu kutoka shirika la raia ya Kivu Kaskazini amejulisha kuwa ni mapema mno kwa Joseph Kabila kutembelea Kivu Kaskazini wakati akishutumiwa na serikali ya DRC kuunga mkono wa asi. Kama seneta wa Congo kwangu, nawaza ni mapema zaidi kulipitia tendo hilo, kwani tuna changamoto kubwa. Joseph Kabila ametembelea mkoa wa Kivu Kaskazini siku chache tu baada ya serikali ya Kinsha kumwondolea kinga ya kutoshtakiwa. Chube Ngorombi, Goma, RFI Kiswahili. Haya yanajiri wakati watu wa karibu na kundi hilo wanadai kuwa Rais Kabila alipitia mpaka wa Rwanda kwenye eneo la Gisenyi kuingia Goma, ambapo hivi karibuni aliripotiwa atakuwa na mazungumzo na wakuu wa idara za usalama. Hata hivyo, hotuba yake aliyoitoa siku ya e Ijumaa ilikosolewa vikali na msemaji wa serikali ya Kinshasa, Patrick Muyaya. Kwa kweli Rais Kabila ni mtu aliyepita na hana lolote la kupendekeza kuhusu hatima ya nchi. Kwanza tuliona akizungumza na gazeti la Sunday Times la Afrika Kusini ambapo alionyesha uungwaji mkono kwa kundi ambalo yeye mwenyewe alipiga vita akiwa kama rais. Ni mchanganyiko na mkanganyiko unaojitokeza hapa. Tupo kwenye demokrasia, kila mtu iko huru kwa maoni yake. Sisi tunafanya kile ambacho alishindwa kutatua alipokuwa madarakani. Muhimu kwetu kama serikali ni kuhakikisha kuwa tunapiga hatua. Kuna mahakama ya historia, lakini kwa kweli uamuzi aliochukua unaharibu hata mazuri aliyowahi kufanya. Inasikitisha. Katika hatua nyingine, rais wa zamani wa Afrika Kusini Tabo Mbeki amesema kumshtaki rais Kabila hakutamaliza matatizo ya Kongo, badala yake kutachochea mgawanyiko zaidi, akisema lazima utawala wa Kinshasa uelewe kiini cha mzozo unaoendelea. Dhana kuwa unataka kuzipatanisha serikali like ya Kongo na ile ya Rwanda kwa kuzifanya Rwanda zitiliane saini mkataba wa amani ni sawa, lakini si kweli kwamba kufanya hivyo ndio itakuwa suluhu ya mzozo wa mashariki mwa Kongo. Hili limeshawahi kufanyika na sisi naendelea kuwaambia raia na yeyote yule, tatizo la mashariki mwa Kongo ni tatizo la ndani ya Kongo. Matatizo hayajaanza nje ya mipaka ya Kongo. Kwa hivyo, chochote kile ambacho Marekani itakifanya kuhamasisha Kigali na Kinshasa kuja pamoja hakutatatua tatizo la Kongo. Tatizo hili lazima litatuliwe na wakongomani wenyewe. Kinshasa pia lazima izungumze na waasi wa M23 na huu ndio utakuwa mwelekeo sahihi ni sauti yake, Thabo Mbeki, rais wa zamani wa Afrika Kusini. Na wakati hayo ya kijiri, waziri wa biashara nchini DRC na gavana wa zamani wa jimbo la kivu Kaskazini, Julien Paluku, amesema ripoti za ujio wa rais wa zamani Joseph Kabila mjini Goma ni hatari na zinazomuunganisha na waasi wa M23 wanaosaidiwa na serikali ya Rwanda. Kauli yake ameitoa wakati huu. Wa ndani wa rais Kabila wanasema kiongozi huyo anapanga kukutana na baadhi ya raia na viongozi wa kundi hilo, kuona namna ya kuikwamua nchi hiyo ilipo hivi leo. Ninamfahamu rais wa zamani na ninajiuliza iwapo ni yeye au ni kivuli chake, kwa sababu mtu nayemfahamu akupaswa kuishia Goma kutokana na mapambano yote ya miaka 30 ya ukosefu wa utulivu nchini DRC. Alitawala kwa miaka kumi na minane ambapo alikuwa chini ya shinikizo la Rwanda. Kama yupo Goma ina maana kwamba ni kweli anashirikiana na M23 na ni kinyume na mapambano yetu yote, anakubali kubeba jukumu lote la uchafu wa watu. Kuna mauaji ya Kishishe, Bunagana. Haiwezekani kwamba ashirikiane na Paul Kagame na apitie katika nchi yake ili kuingia katika mji wa Goma, hili haliwezekani. Wadadisi wa mambo wanasema kuwa ujio wa Rais Kabila kwenye mji wa Goma huenda ukatatiza mchakato wa amani ambao umekuwa ukiratibiwa na Marekani. Naam, kutoka DRC si sasa tuelekee katika nchi jirani ya Rwanda, ambako wiki hii nchi 12 ikiwemo Rwanda siku ya Jumatano ya juma hili zililaani kundi la waasi wa M23 kwa kutengeneza utawala mbadala mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Minslet Ijai ana maelezo ya kina. Hatua hii ya Kigali kuikosoa M23 inayodaiwa kuwaunga mkono kijeshi inakuja wakati huu kundi hilo likitumiwa kwa kukiuka haki za binadamu katika eneo la Mashariki mwa DRC ambapo imeteka maeneo makubwa tangu mwezi Januari. Katika taarifa ya pamoja nchi hizo kumi na mbili zimesema zinalaani hatua ya waasi wa AFC M23 kuendelea kudhibiti maeneo zaidi na kuweka utawala mbadala. Aidha, taarifa hiyo iliyosainiwa hapo jana jijini Entebbe, Uganda inatoa wito kwa kundi mengine ya kigeni yenye silaha mashariki mwa DRC yakiwemo FDLR na ADF kusambaratishwa na kuweka chini silaha zao bila masharti. Umoja wa Mataifa umelaani M23 kwa mauaji ya watu wakiwemo watoto, shirika la haki za binadamu la Amnesty International siku ya Jumanne nalo likituumu kundi hilo kwa kuwaua na kuwatesa raia wanaowashikilia kinyume cha sheria. Wataalam wawili wameiambia shirika la habari la AFP kwamba Rwanda imeanza kuhoji msaada wake kwa kundi la M23 kutokana na gharama za kifedha na kidiplomasia namint. Uh, kule Uganda, rais Yoweri Museveni aliyeongoza mkutano wa nchi za ukanda wa eneo la maziwa makuu siku hiyo juma ya Jumatano Mei 27 katika ikulu ya Entebbe kujadili changamoto za mashariki mwa DRC amesema suluhu lipo mikononi mwa viongozi wa nchi hiyo na kikanda kusaidia kupata suluhu. Uganda, we solve we the same problems. Hapo Uganda tumewahi kuwa na tatizo kama hili la DRC. Kulikuwa na wakati kulikuwa na ubaguzi wa dini, lakini pia swala kubwa la ubaguzi wa kikabila, lakini tukajikita kwenye kujenga uchumi badala ya ubaguzi sisi ndio tunaoelewa matatizo yetu katika ukanda huu. Kuhusu shida za DRC, Rwanda na hata Burundi, ili kupata suluhu lazima tuwe na utashi wa kisiasa, lakini tuwaambie watu wa nje waache kuingilia masuala yetu, kwa sababu wapo upande wa wale wanaoharibu, na hili ndilo tatizo ambalo naloliona. Nam ni rais wa Uganda Yoweri Museveni. Wiki hii, msikilizaji, dunia ilishtushwa na taarifa ya kifo cha mwandishi mashuhuri wa vitabu kutoka nchini Kenya na eneo la Afrika Mashariki, Ngugi wa Thiong'o, akiwa na umri wa miaka 87. Hilary Ngati aliandaa ripoti ifuatayo. Binti yake Wanjiko wa Ngugi kupitia chapisho kwenye ukurasa wake wa Facebook amethibitisha kifo cha mwandishi huyo nguli, ambaye alipatwa na umauti siku ya e Jumatano asubuhi. Ngugi wa Thiong'o alikimbilia uhamishoni mwaka 1982 baada ya Kenya kupiga marufuku michezo igiza iliyokuwa inatumiwa kuikosoa wa serikali wakati huo. Aliishi nchini Uingereza na baadaye Marekani ambako amekuwa akiishi maisha yake yote ambapo mwaka 1977 alifungwa jela bila hatia baada ya kuandika igizo kwa jina la Ngahika Ndenda, yenye maana ni tawa nikitaka, mchezo ulioonekana kuikosoa serikali ya Kenya baada ya kumalizika kwa ukoloni na kuachiwa mwaka mmoja baadaye kutokana na shinikizo. Mwandishi huyo mkongwe alianza kupata umaarufu mwaka 1986, baada ya kuandika kitabu maarufu Decolonizing the Mind, au kuikomboa fikra za kikoloni, alikozungumzia namna Waafrika wanavyoweza kutumia lugha zao za kiasili kuimarisha tamaduni na kujitambua kwa historia yao. Baadaye aliacha kuandika vitabu vyake kwa lugha ya kigeni ya Kiingereza na kuanza kutumia lugha yake ya asili ya Kikuyu na kujipatia umaarufu katika mapambano ya kutaka Waafrika wajitambuenam tukisalia nchini Kenya ambako me na nane, Rais William Ruto alitoa wito wa maridhiano akitoa pole na kuomba radhi kwa vijana wa Kenya na wale wa Tanzania na Uganda. Aidha, aliomba radhi kwa serikali ya Tanzania, kauli aliyoitoa siku chache kupita tangu raia wake mwanasheria wa zamani Martha Karua na jaji mkuu mstaafu Willy Mutunga wakamatwe na kufukuzwa walipojaribu kuingia nchini Tanzania kuhudhuria kesi ya mwanasiasa wa chama kikuu cha upinzani Chadema Tundu Lisu. And mabibi na mabwana marafiki zetu, jirani zetu Tanzania, kama tumewakosea kwa namna yoyote ile, mtusamehe. Marafiki kutoka Uganda, kama kuna chochote Wakenya wamewafanyia ambacho ni kosa, tunaomba radhi. Kwa wenetu, kama kuna mahali tumekosea njia, tunaomba radhi. Majirani, kama tumepotoka, tunaomba msamaha unajua tunalenga kujenga mahusiano ambayo yatatusaidia kufanya nchi yetu kuimarika na kwenda mbele. Akizungumza wakati wa maombi ya kitaifa yaliyofanyika jijini Nairobi, rais Ruto pia alikiri vijana wa Kenya kuchukizwa na yaliyotokea mwaka jana nchini Uganda. Msikilizaji, rais Yoweri Museveni pamoja na mkewe Janet juma hili waliomba radhi kwa Waganda kutokana na matendo walioyafanya wakati wa utawala wao wa miaka 40 msamaha huo ulitolewa katika mkutano wa kidini ambapo wawili hao walikiri raia wengi walihisi kupuuzwa, kusahulika na kuumizwa, akisisitiza umuhimu wa uponyaji na maridhiano ya kitaifa. Swali so, kuu hapa ni je, msamaha huo ni wa dhati? Alex Mukasa ni mwanaharakati wa Uganda anaangazia hili akiwa Nairobi. Sisi tunaona kama Mseveni anatuchezea tu akili juu, chenye tunataka kutoka kwa mdomo yake si kutuambia that munisamehe. Tunataka ifuate na actions. Akisema tumsamehe, tutamsamehe wale watu wenye wamefungwa jela hawajafanya anything, wakiwa wamewarelease, tunaweza msamehe akiaki-akitokelezea aambie kijana yake zile makosa zenye anafanya, watu wenye amepiga namwambie sasa, enda enda kotini, the courts will decide. Tutasamehe Museveni akisema sasa uchaguzi yenye inakuja sitasimama na achia watu wengine waendelee waeleze hii nchi. Msikilizaji, Uganda inakaribia uchaguzi mkuu wa mwakani huku kukiwa na shinikizo la kisiasa na wito wa mabadiliko. Nchini Tanzania, mwanzoni mwa juma hili, waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Innocent Bashungwa aliliambia bunge kuwa serikali itahakikisha inazuia majaribio yoyote ya ndani na nje yanayolenga kutaka kutatiza amani na usalama wa taifa hilo, akitolea mfano matukio ya hivi karibuni ya wanaharakati kutoka Kenya kurudishwa kutokea nchini Tanzania. Adui dhidi ya nchi yeyote na nchi yetu ikiwemo, hasa kwenye karne hii ya 21, siyo mpaka akuzuru kwa kutumia vifaru kuhesabika ni mvamizi wa nchi. Adui anaweza kuleta madhara na kuvuruga amani kwa kutumia magenge ya wanaharakati kama ambavyo tuliona siku za hivi karibuni. Ndugu wa Tanzania wenzangu, hatutakubali kamwe, tutaendelea kuchukua hatua na kwa mujibu wa sheria kulinda amani na utulivu uliopo ndani ya nchi yetu. Kauli yake ametoa wakati huu wanaharakati wa ndani na wale wa kimataifa wakiongeza shinikizo kwa serikali ya Tanzania kuheshimu na kulinda haki za binadamu hasa baada ya matukio ya hivi karibuni ambapo wakosoaji wamekuwa wakibugudhiwa na idara za usalama. Nchini Somalia, jimbo la Somaliland linalojiongoza limefungua ofisi yake ya uwakilishi jijini Nairobi katika harakati za kutafuta kutambuliwa kikanda. Awali Kenya ilikuwa imezuia Somaliland kufungua ofisi zake jijini Nairobi, lakini rais wa jimbo hilo Abdirahman Mohamed Abdullahi amedokeza kuwa Rais William Ruto alimpa idhini hiyo ili kuimarisha maswala ya kibiashara na diplomasia. Wakati wa ufunguzi hapo jana, Abdullahi alikuwa na kauli hii: bila shaka, nawashukuru sana watu mbalimbali waliojitolea kuhakikisha kwamba hili linafanyika wakiwemo watu mashuhuri kwenye serikali ya Kenya na rais wa nchi hii kuwezesha kufunguliwa kwa ofisi hii ya uwakilishi ya watu wa Somaliland. Napenda niwaambie kwamba ofisi hii ni yenu. Tunachofanya hapa sio kufungua tu ofisi hii, ni kuimarisha uhusiano wetu ambao umeendelea kuimarika bila kutumia nguvu. Hatua hii kwa mujibu wa wachambuzi wa maswala ya kidiplomasia, itaikasirisha serikali ya Mogadishu na kuzua mvutano kati yake na Nairobi. Nam, na sasa tuangazie yaliyojiri katika mataifa ya Afrika magharibi na kaskazini na tuanzie kule Nigeria ambako siku ya Jumatano ripoti mpya ya shirika la Amnesty International ilisema kuwa idadi ya watu waliouawa kutokana na mashambulio ya wanajihadi wa Kiislamu na makundi mengine ya majambazi ilivuka watu elfu kumi katika kipindi cha miaka miwili kaskazini mwa Nigeria. Tukisalia huko kwenye ukanda wa Ekoas, siku ya Jumaatano yani Mei 28, viongozi wa jumuia ya kiuchumi ya nchi za afrika Magharibi Ekoas hapo jana wamekutana katika maadhimisho ya miaka 50 tangu kuundwa kwa jumuia hiyo, ambapo walijadili changamoto za kiusalama na kikanda pamoja na mipasuko ndani ya muungano huo. Viongozi hao wamesisitiza haja ya nchi wanachama kuendelea kushirikiana katika maswala mbalimbali kwa ajili ya vizazi vijavyo. Bola Tinubu ni mwenyekiti wa jumuiya hiyo na Rais wa Nigeria. As we look tunapotazamia miaka 50 ijayo, hacha tuendelee kuwa na ushikamano, ujasiri, uwazi na kuheshimiana. Kwa hivyo tukuze biashara zetu, na tutashinda changamoto zozote ambazo zitatukabili kama ugaidi, ujambazi na chuki. Jumuiya ya ECOWAS imeendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama, msikilizaji, makundi ya kijihadi yakitumia mwanya huo kujiimarisha katika maeneo ya Sahel na ziwa Chad kule Bukina Faso. Kamanda wa kikosi cha Marekani kanda ya Afrika AFRICOM Jenerali Michael Langley ametetea kauli yake ya kumkosoa kiongozi wa kijeshi wa Bukina Faso Ibrahim Traore kwa kutumia akiba ya kitaifa ya dhahabu kuji linda binafsi na kusema kuna haja ya kuchukuliwa kwa hatua za kimataifa. Langley amesema kauli yake ilikuwa ya mtazamo wa kijeshi kuhusu ufadhili mdogo unaokwenda katika juhudi za kukabiliana na ugaidi kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi. My cautionary tale was just from a military perspective Matamshi yangu ya tahadhari yalikuwa ni mtazamo tu wa kijeshi. Kuna mambo mengi mazuri yanafanyika kuiendeleza Bukina Faso, lakini ukiangalia upande wa kijeshi, na hasa ukizingatia nchi hiyo ni kitovu cha ugaidi duniani, ilikuwa ni wakati wangu wa kuweka wazi udhaifu uliopo katika sekta ya kijeshi na kwamba rasilimali za kutosha zinahitajika kuelekezwa katika mapambano dhidi ya ugaidi katika taifa hilo. Kauli yake aliyoitoa mwezi uliopita ilikosolewa vikali na wadau wa usalama ambao waliolitazama kama kuingilia uhuru na mipaka ya taifa hilo. Kwingineko duniani, kimataifa, tuanzie huko Israel ambako Umoja wa Mataifa umetuhumu shirika la kutoa misaada linaloungwa mkono na Marekani kule Gaza baada ya watu 47 kujeruhiwa kutokana na vurugu wakati wa utoaji wa chakula cha msaada. Benson Wakoli ana maelezo kamili. Kwa mujibu wa mkuu wa afisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa eneo la Palestina Ajid Sanghei, mtu mmoja alifariki na wengine 47 kujeruhiwa wakati wa vurugu hizo, baada ya jeshi la Israeli kuwalenga raia waliokuwa waking'ang'ania chakula kwa risasi, madai ambayo Israeli imekanusha kuhusika, ili imekiri kufyatua risasi angani. Umoja wa Mataifa umekuwa mstari wa mbele kukosoa shirika la Gaza Humanitarian Foundation linaloungwa mkono na Marekani kwa msingi kwamba shirika hilo limekuwa likikosa kuzingatia sheria za kutoa misaada. Mbali na hayo watu 16 nao wameripotiwa kufariki kutokana na mashambulio ya Israeli ukanda wa Gaza usiku wa kuamkia leo. Vita kati ya Israeli na kundi la Hamas kule Gaza vimeingia siku ya 600 kufikia Jumatano hii. Msikilizaji, na kwa taarifa hiyo ndio nami na shusha nanga katika makala yaliyojiri wiki hii. Langu ni Emmanuel Makundi. Kwa heri.